Mpendwa msikilizaji, habari ya uzima, nakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi ni mchungaji Samueli Muhololo kutoka katika mtaa wa Kanaani Dar es Salaam, na leo ninakuletea ujumbe mzuri sana kutoka kwa Mungu wetu wa mbinguni ambao naamini utakubariki na kukufanya kuwa na siku nzuri sana katika shughuli zozote ambazo unazifanya katika siku ya leo. Basi tuombe kabla hatujaanza somo la leo. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kutupa nafasi hii. Tusaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu ili tuweze kubarikiwa sana katika somo la leo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa wa msikilizaji wangu, somo la leo linasema unafanya nini wakati wa usiku wa manane? Unafanya nini unapokuwa umetingwa na mambo, kila kitu unachokifanya kinaonekana kama hakiendi? Unafanya nini? Maisha mara nyingi hutuleta kwenye nyakati ambazo ni usiku wa manane, nyakati za giza, nyakati za maumivu na kutokuwa na uhakika. Usiku wa manane sio tu wakati wa masaa halisi ya usiku, bali pia ni msimu wa maisha ambao umejaa giza, uchungu na ukosefu wa uhakika. Huu ni wakati ambao mpendwa wa msikilizaji unakuwa katikati ya unakoenda na ulikotoka. Ulikotoka ni mbali sana, huwezi kurudi tena nyuma, lakini pia unakoenda ni mbali, hapana matumaini. Labda umesafiri katika ndoa kwa miaka mingi, lakini pia wakati ujao hauna uhakika. Kipindi hiki, mpendwa msikilizaji, ni kipindi ambacho familia yako imesambaratika na huoni njia ya kuirejesha. Mchumba wako ameondoka na ndoto zako zote za ndoa zimefifia. Umaskini umegonga mlangoni kwako na unahisi kukosa msaada. Huu ni wakati wa usiku wa manane, mpendwa msikilizaji. Usiku wa manane ni wakati ambapo magonjwa yanakuwa sehemu ya maisha yako. Anapona mmoja, mtoto mmoja anapokaribia kupona tu, mwingine anaugua, mnaenda mnapokezana, mnapokezana. Hiki ni kipindi cha usiku wa manane na uponyaji unaonekana kwamba uko mbali sana. Usiku wa manane ni kipindi ambacho biashara yako imekufa na mikopo ambayo uliikopa ili kuanzishia biashara au kuiendeleza hujamaliza kulipa. Usiku wa manane ni wakati ambapo unasingiziwa mambo mazito sana ambayo kwa kweli hukuyafanya. Usiku wa manane ni wakati ambapo watu wengi wamelala si tu kimwili bali kihisia na kiroho pia. Ni wakati ambapo watu wanajali mambo yao wenyewe. Usiku wa manane ni wakati ambapo unaachwa uteseke peke yako. Hata ambaye angekuazima kiasi kidogo cha fedha anakwambia hana kiasi chochote kabisa. Mpendwa msikilizaji, hata yule ambaye ni rafiki yako kabisa, ambaye pengine angekusaidia na yeye anasema hana kitu chochote. Usiku wa manane ni wakati ambao unachukiwa na mtu bila sababu Watu wanakukataa, unatengwa bila makosa, unabaguliwa kwa sababu ya ulemavu ulionao, unabaguliwa kwa sababu kuna kitu fulani hujafikia ambacho wengine wamefikia. Unakataliwa na kutengwa, unasemwa lakini hukufanya kosa lolote. Huu ni usiku wa manane. Pendwa msikilizaji, kwa Paulo na Sila, usiku wa manane walikuwa ndani ya gereza halisi, lakini kwetu inaweza kuwa ni msimu ambapo kila kitu kinaonekana kukosa muunganiko, na swali langu ni hili: je, tunapaswa kujibu nini tunapokuwa katika majira ya usiku wa manane katika maisha yetu? Na somo hili limejikita katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo tunakutana na hii habari ya kufurahisha ya Paulo na Sila. Katika Matendo ya Mitume 16 tunaona kisa hiki cha pekee sana. Licha ya mateso ambayo walikuwa nayo, Paulo na Sila walichagua kusali na kumshukuru Mungu. Miili yao iliyokuwa imejeruhiwa kutokana na vipigo walivyopata, mikono yao iliyokuwa imefungwa minyororo, na maisha yao yaliyokuwa yametishiwa sana, pamoja na mambo yote hayo, hawakuruhusu hali yao inyamazishe nguvu zao za maombi waliomba na walipoomba, tutasoma kile kilichotokea. Maombi ni jibu lenye nguvu dhidi ya changamoto yoyote ulionayo. Badala ya kumhoji Mungu, Paulo na Sila walimwendea kwa njia ya maombi. Walielewa kwamba maombi ndiyo ufunguo unaofungua milango ya nguvu isiyo ya kawaida. Katika Zaburi hamsini aya ile ya 15 Biblia inasema: uniite siku ya taabu nitakuokoa na wewe utanitukuza. Maombi ni kumwita Mungu wakati wa taabu, halafu yeye anatuitikia, ana anatuokoa, na sisi kazi yetu tunamtukuza, tunamshukuru. Maombi ya hawa watu wawili hayakuwa maombi ya watu waliokata tamaa, bali lilikuwa ni tangazo la imani. Hawakuwa wakiomba kwa woga, bali kwa kujiamini kwamba Mungu angeingilia kati. Paulo na Sila hawakuomba tu bali pia waliimba nyimbo za kumsifu Mungu. Mpendo wa msikilizaji, badala ya kuvunjika moyo waliinua mioyo yao katika sifa, wakitangaza kwamba Mungu bado anastahili. Hawakujua njia ambazo Mungu atatumia kuwaokoa au kwamba atafanya hivyo lini, lakini waliomba na kusifu kwa sababu waliamini kwamba Mungu alikuwa na mpango kwa ajili yao. Hata gerezani bado waliamini. Hata katika minyororo bado waliamini. Hata wakati matumaini yao yalipoonekana kupotea bado waliamini katika nguvu za Mungu aokoaye. Mpendwa msikilizaji, jibu la Mungu basi lilikuwa lipi? Katikati ya maombi yao wakiwa wanaomba, jibu la Mungu lilikuwa lipi? Biblia inasema katika aya ya 26 Matendo 16:26 ya kwamba kuna kitu fulani kisicho cha kawaida kilichotokea. Ghafula pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Haleluya! kulikuwa na tetemeko la nchi. Mpendwa wa msikilizaji, Mungu alisogea kwa nguvu kujibu maombi yao. Ninampenda Mungu ajibuye maombi, Mungu ambaye tukimwomba anajibu maombi, anaingilia kati shida za watoto wake yeye sikio lake sio zito. Mpendo wa msikilizaji, anajibu maombi. Katika kipindi hiki unaponisikiliza, ninakutia moyo ya kwamba milango ya gereza lile lililowafunga ilifunguliwa. Kila kizuizi kilichosimama kwenye njia yao kiliondolewa, minyororo ilianguka, waliachiliwa bila msaada wowote wa kibinadamu wafungwa wengine pia walipata ahueni. Maombi haya hayakuwa tu ya kuwaweka huru watu wawili hawa peke yao, bali yaliwaokoa hata wengine waliokuwa karibu yao. Maombi hayakuwaokoa wao peke yao, yaliwaokoa na wengine ambao walikuwa wakiwasikiliza. Pendwa msikilizaji, inatia moyo kiasi gani kuona ya kwamba tunaye Mungu ambaye tukiomba anajibu maombi tunaye Mungu anayethamini haja zetu, Mungu ambaye anatambua ya kwamba tunazo changamoto sisi wanadamu watoto wake, na yeye yuko tayari kutusikia. Biblia hii ninayoisoma katika hii Matendo 16 mpendo wa msikilizaji, Biblia inasema ya kwamba Paulo na Sila wakiwa mle ndani, milango ikiwa imefunguka, vifungo vyao vyote vimeregezwa yule mlinzi wa gereza alipoamka, oh, nampenda Mungu wa mbinguni ambaye anabadilisha matokeo. Alipoamka yule mlinzi ambaye alikuwa na walinda watu wa Mungu pasipo kujua akidhani vile vifungo vingeweza kuwashikilia, alipoona ya kuwa ile milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, sikiliza, akataka kujiua akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Alijua lilikuwa ni kosa kubwa sana kuruhusu wafungwa watoroke. Alifikiria kwamba wale mabosi wake wasingemruhusu waishi, wangemuua, walikuwa ni wakorofi na wakatili. Mpendwa msikilizaji, ninajua unanisikiliza ukiwa sehemu ambapo unafanya kazi kwa watu wakatili, mabosi wanaokusumbua, wanakutesa, wanakudhalilisha, wakati fulani hawakupatia haki yako kwa wakati. Ninakutia moyo Usifute upanga kujiua, usifute upanga kujiua, yuko Mungu wa mbinguni. Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, akasema, usijidhuru kwa maana sisi bado tuko hapa, tupo, hatujakimbia. Akataka taa ziletwe ahakikishe ya kwamba, je, ni wao? Imekuwaje wabaki humu ndani na milango iko wazi? Ni kama akina Petro, akina Paulo na Sila wanamwambia kwamba mlinzi, usiogope, sisi hatutatoroka, sisi hatutakimbia. Tunataka ushuhuda huu uzame katika mioyo yenu, mjua ya kwamba tunaye Mungu ambaye anajibu maombi. Ndipo taa zikaletwa, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Sikiliza msikilizaji, anachosema mlinzi huyu anayewalinda watu wa Mungu bila kujua kama hawa ni watu wa Mungu kweli kweli, anasema kisha akawaleta nje, akasema: bwana zangu, wakubwa zangu, mabosi zangu. Bosi amebadilika, mpendwa msikilizaji. Sikiliza, bosi sio tena yule aliyemwagiza aje pale kulinda gereza. Amebadilika, amebadilika hawa waliokuwa wafungwa waliofungwa mnyororo ambao tumaini lao lilionekana kama halipo, Bwana anawaandaa kuwa mabosi ambao wanasimama kuleta matumaini kwa wale waliodhaniwa ya kwamba ndio wamewafunga na kuwaamlia kesho yao. Anauliza, anasema nifanye nini nipate kuokoka? nifanye nini nipate kuokoka, kuokoka? wakamwambia Usitutazame sisi. Sisi hatuwezi kuokoa, mpeno wa msikilizaji. Hakuna wokovu kwa wanadamu, hakuna wokovu kwa wanadamu. Wokovu uko kwa Mungu pekee. Akamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, wakahubiri Injili na wale watu wote waliomo mule nyumbani mwake Wakasikiliza ujumbe huu. Wafungwa wa minyororo wamebadilika, wamekuwa wainjilisti, wahubiri wa Injili, wa habari njema, katika nyumba ya askari magereza. O oh, wakamwambia neno la Bwana, yeye na wale wote waliokuwemo nyumbani mwake. Unaweza kuwa mpendwa wa msikilizaji, pengine unasikiliza ukitokea mahali fulani, gerezani. Wewe hauko hapo kwa bahati mbaya, hujatupwa wewe ni mhubiri wa injili. Wahubiri maafisa magereza, wahubiri wafungwa wenzako. Omba, onesha tofauti. Bwana anajibu maombi. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao. Haleluya! Akawaosha mapigo yao, akawakandakanda kwa maji ya moto. Anasikitika, tukio hilo limewezaje kutokea mbele ya macho yake? Anasikitika, anasikitika kisha wakabatizwa. Wakabatizwa ile familia, wamemwamini Bwana, wakabatizwa, wakafurahi, wakaandaa chakula, sherehe ikatokea. Wafungwa wa gereza wakabadilika, sasa wakawa ni watu ambao wanafurahia pamoja na wabatizwa, wakatengenezewa sherehe kubwa wakafurahi nyumba nzima. Kwa nini wamefurahi? Kwa sababu wamekwisha kumwamini Mungu. Pendwa msikilizaji, sina uhakika kwamba unasikia maneno haya ukiwa katika uzoefu kiasi gani, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu anabadilisha matokeo. Katika wakati huu ambapo unajiandaa pengine katika majukumu tofauti, Mungu anabadilisha matokeo. Tunaishi katika ulimwengu ambao una mambo mengi. Watu wanaonewa, watu wanadhalilishwa, watu wanaaibishwa, watu wengine wanakatishwa tamaa kabisa, kana kwamba hakuna kesho tena. Lakini Mungu anabadilisha matokeo. Wale waliodhani wametuteka, wanaweza kututesa, wanaweza kutupiga, wanaweza kutuaibisha, wanaweza kutuamulia kesho yetu. Mungu anageuza historia. Wanabadilika na kuja kuuliza ya kwamba, tutendeje ndugu zetu? Maana umetokea muujiza usio wa kawaida. Wale ambao walidhaniwa wamefungwa, kumbe walikuwa wakitembea kwa raha pamoja na Bwana wao. Pendo wa msikilizaji, unao uhakika kwamba mimi kwa wakati huu sijui unachokipitia. Labda unapitia msimu ambao una wagonjwa wengi sana Kuanzia wewe mwenyewe, pengine unanisikiliza ukiwa hapo pembeni ya kitanda chako, madaktari wamekwambia ya kwamba hautaweza kupona tena. Huo ni usiku wako wa manane. Labda unanisikiliza ukiwa pembeni ya biashara yako ambayo chuma ulete na changamoto zingine za kibiashara zimeifanya isikue huko. Hapo unaiangalia biashara yako haisogei kabisa, imesimama, kila unachofanya hakiendi. Huo ni usiku wako wa manane. Labda watoto wako wameenda shule lakini hawaelewi chochote wanajifunza, wanaenda, wanahudhuria masomo darasani, hakuna wanachokielewa. Unatoa ada, unafanya kila kitu, unajitahidi, unawaombea, lakini bado hakuna kinachotokea. Huo ni usiku wako wa manane. Kila unachojaribu kufanya kwa ajili yao kinasimama. Mpendwa msikilizaji, usiogope na usife moyo. Labda umekataliwa na familia yako, pengine kwa sababu ya imani. Labda imani hii ya Waadventista wa Sabato ulipoiamini ukaikubali, imekuwa ni changamoto, na unaniuliza lakini, mchungaji Mhololo, nitafanya nini? Huo ni usiku wako wa manane, na katikati ya usiku wa manane, omba sifu, omba sifu, sali, imba, imba, imba, itatokea. Mpendo wa msikilizaji, nikupe kisa kidogo kwa sehemu katika maisha yangu. Nikiwa katika kidato cha nne, tulikuwa tunaishi katika wanaita ghetto, tunaishi mimi na rafiki yangu. Siku moja, siku ya Sabato, wakati nimetoka kanisani, nimefika nyumbani pale kwenye kile chumba chetu tulichokuwa tunaishi, rafiki yangu alikuwa ameenda nyumbani, ameenda nyumbani kwa ajili ya kuchukua chakula, nimebaki peke yangu. Usiku wa manane, usiku wa manane, mpendo wa msikilizaji, ni usiku wa muhimu sana. Sasa sikiliza kilichotokea usiku wa manane. Niko mwenyewe, nikaamka nikiwa nimeitwa na sauti ya binti mmoja ambaye sikumfahamu hata hivyo, ila nilifikiri niliyemfikiri kichwani kwamba ndiye, na nikafikiri kwamba ni asubuhi, kwa sababu tulikuwa na ratiba Jumapili yake asubuhi ya alfajiri saa 12 hivi walikuwa wengine waje tuanze kufanya ratiba ya kusoma kwenye vikundi discussions. Kwa hiyo nikaitika, nikifikiri tayari ni alfajiri ya kuamkia asubuhi, nikatoka nje, nikaenda nikaangalia dirishani, usiku, sikumwona, nikarudi tena ndani. Baada ya muda tena nikasikia sauti naita, nikatoka nje tena, sikumwona, niliporudi, mpaka mara ya tatu natoka nje, sikumwona. Sasa ndipo utambuzi ukanijia kupitia roho wa Mungu ya kwamba hao, hiyo sauti unayoisikia sio sauti ya kawaida. Hilo ni jaribu, unatakiwa ulishinde. Ndipo mpendwa wa msikilizaji, nakwambia nguvu ya usiku wa manane katika sara na maombi. Nikachukua kitabu changu cha nyimbo za Kristo, nikaimba wimbo unaosema cha kutumaini sina sina chochote ninachoweza kutumainia isipokuwa Bwana wangu aliyenikomboa wa msalabani. Ninaimba, lakini kama mwanadamu nina wasiwasi kidogo, lakini nimejipa moyo ya kwamba ninaye Bwana naye niokoa. Nilipomaliza nikaomba, halafu nikalala. Mpendwa msikilizaji, asubuhi wakati marafiki zangu sasa, wale wenyewe wa kweli, wamekuja asubuhi ili tuweze kusoma, ilikuwa tofauti. waliita sikuamka Samweli, Samweli, Samweli, sikuamka. Mhololo, mhololo, mhololo, sikuamka, sikuweza kuamka. Ndipo pendwa msikilizaji, baada ya kuita sana, wamezunguka mpaka dirishani, wamepigapiga dirisha kama vile wanataka walibomoe. Ndipo baadaye nikazinduka, kama mtu aliyezinduka hivi, nikazinduka nikakimbia kwenda mlangoni wakati nakutana nao wananiangalia, wanakimbia, wananiogopa, na narudi ndani, na mimi nakaribia kujiogopa. Nilipojiangalia kwenye kioo, uso mzima umejaa damu. Hiki kisa nakisimulia mara nyingi kwa sababu kilinijengea imani kubwa sana. Mpendo wa msikilizaji, wale marafiki zangu wakaniambia umelogwa, na kwa hivyo wewe lazima utakufa. Nikawaambia sifi, Bwana wangu alishakufa badala yangu. Nikaongea maneno ya imani baba yangu alikuwa amenifundisha kuishi kwa kuamini katika ahadi za Mungu. Pendwa msikilizaji, nikamwomba Mungu, nikamwambia Bwana nishindie, nipe ushindi. Kumbe mpango ulikuwa umepangwa ili niweze kufa, Bwana akaniokoa. Bwana aliponiokoa akabadilisha matokeo. Nilikuwa nimepigwa chare nne hapa usoni, ili baadaye mambo mengine waunganishe niweze kufa kabisa, lakini ninakwambia, muujiza mwingine ulitokea hata chale zenyewe, mpendo wa msikilizaji, zilifutika. Hata leo tukikutana huwezi kuona chale zozote tena. Mungu alizifuta mwenyewe, na leo umebaki kuwa ushuhuda ya kwamba Mungu wetu anajibu maombi. Mpendo wa msikilizaji, labda unapitia katika msimu wa magonjwa na kila matibabu yanaonekana kwamba hayawezekani, ninakutia moyo, omba. Labda umekataliwa na familia yako na maumivu ya kuachwa yanazidi. Omba, omba, msifu Mungu. Imba. Mungu anajibu maombi, katikati ya usiku wa manane anaingilia kati. Labda ndoa yako iko katika kipindi cha usiku wa manane. Inakaribia kuvunjika na huna uhakika kama inaweza kurekebishika tena na kutia moyo, omba. Labda umesalitiwa na mtu ambaye ulimpenda sana. Moyo wako unahisi kuvunjika kwa maumivu. Omba, msifu Mungu. Katikati ya usiku wa manane, milango ya gereza ilifunguka mpaka misingi yenyewe ya gereza ikatetemeka. Pendwa wa msikilizaji, labda pengine kuna namna ambavyo unahisi ya kwamba upo katikati ya kipindi kigumu cha matatizo ya kifedha. Na kila jitihada ya kurudi katika hali ya kawaida inaonekana kama imefika mwisho. Ninakutia moyo, omba omba bila kukoma. Labda unakabiliwa na upweke wa ajabu, upweke ambao hauwezi kuelezeka. Umezungukwa na umati lakini unaonekana kana kwamba umesahaulika. Unahisi hakuna anayekuona, hakuna anayethamini uwepo wako. Ninakutia moyo mpendwa rafiki yangu, huo ni wakati wako wa usiku wa manane. Omba, mwombe Mungu, milango ya gereza itafunguka. Huo ni usiku wa manane, mpendo wa msikilizaji. Usiku wa manane ni wakati wa giza, wakati wa machafuko na kukata tamaa. Lakini kama Paulo na Sila walivyofanya, maombi ya usiku wa manane yanaweza kutikisa misingi ya matatizo yako. Wakati kila kitu kinaonekana kuwa hakiwezekani, wakati milango ya gereza imefungwa, maombi yatafungua milango ya gereza lako, mpendo wa msikilizaji wangu. Popote unaponisikiliza wakati huu, Hebu mwambie Bwana, asante Bwana kunitia moyo kupitia maneno ya mtumishi wako. Asante Bwana kwa sababu mmenipa tena nguvu za kuanza, maana ninajua wewe unaweza kunisaidia. Mpendwa wa msikilizaji usikate tamaa, usikate tamaa, tunaye Mungu ajibuye maombi hata katikati ya usiku wa manane wa matatizo yako. Usiogope kwamba itakuwaje, Mungu anajua na ameruhusu upitie uzoefu huo kwa sababu anajua utastahimili kupitia neema yake. Usiogope, usikate tamaa katika saa ya usiku wa manane badala yake, omba kwa imani, omba kwa kutazamia na omba kwa kushukuru. Kama vile Mungu alivyowajibu Paulo na Sila, yuko tayari pia kukujibu hata wewe. Yuko tayari kuitikia maombi yako. Wakati wako wa usiku wa manane ni maandalizi ya muujiza wako. Usiku umeendelea, mpendwa wa msikilizaji, na asubuhi iko karibu. Hata kama usiku utakuwa na vitisho vingi, hata kama usiku utakuwa na mikwara ya kutosha, hata kama usiku utaonekana una giza totoro ambalo huwezi hata kuona unakoelekea, hata kama usiku ukiwa na vimbunga vingi na dhoruba na tufani, jambo moja ambalo ni uhakika ni hili, mpendo wa msikilizaji, ya kwamba hilo giza litapita, mapambazuko yako karibu, jua litatokeza, jua la faraja, jua la amani, jua la kustarehe pamoja na Bwana katika ahadi zake. Usiogope, usiku unapokuwa mwingi zaidi, inatuambia kwamba asubuhi inakaribia. Endelea kumwamini Mungu, endelea kumtegemea katika ahadi zake, yeye ni mwaminifu. Bwana akubariki mpendo wa msikilizaji wangu, na ikitokea kwamba una, bado una swali fulani, bado una maombi, unatamani kushirikiana nami tuombe pamoja, maana sikuombei tu, tunaomba pamoja. Mungu anajibu maombi yetu wote tunapoomba pamoja, tunatiana moyo. Labda inawezekana unapitia uzoefu huo wa kutamani kuomba pamoja, nikutajie namba ya simu, uiandike namba ya simu ili tuweze angalau hata kuwasiliana tutiane moyo kwa sababu